Ndugu mtazamaji wa Michuzi TV, ni siku nyingine tena ya huzuni, na kama unavyoona nyuma hapa kuna watu wengi. Wote tumekuja kwa sababu ya msiba uliotokea wa mzee wetu Mzee Small maeneo ya Tabata Mawenzi. Uh, tumekuja kuuaga mwili wake na tutaenda kuupumzisha mwili wake katika makaburi ya Tabata Segerea. Karibu na tuangalie yaliyojiri na atakaye Hassan Said bin Muhammad Ngamba. Mzee Small atakumbukwa kama mmoja wa wachekeshaji mahiri kutokea hapa nchini, mara kwa mara akiwa na mke wake wa jukwani Bichao i minna aliendelea kuwa nyota wa utamaduni hata baadaye alipostaafu magereza na kujiunga na kundi cha Roeli kiboko yao na baadaye na Sako kabla ya kuanzisha kundi lake mwenyewe na hatimaye kujitosha kwenye filamu akiwa mwigizaji wa kwanza kucheza comedy kwenye TV ya karim ya Karim. Msiba huu pia alihudhuria rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Alifika na akaingia ndani kwenda kutoa salamu za pole kwa familia ya marehemu. Baadaye akatoka nje na kwenda kujumuika na wananchi wengine waliokuwa kwenye maombolezo.

Mazungumzo yasiwepo bado, tuwe na utulivu kwa ajili ya kumfanyia dua mwenzetu ambaye tayari ametangulia mbele ya papo. Mtazamaji wa Bitunes TV, kama nilivyokuambia mwanzo, tupo kwenye msiba wa ndugu yetu Mzee Small, na hapa nipo na Hashim Kambi tenda kumuuliza maswali machache ma, ma, kuhusiana na mzee ah mzee. Kwanza pole mzee. asante sana, asante ah unamzungumziaje Mzee Small? Mzee Small au jina maarufu au jina lake kamili inaitwa Saidi wa Ngama okay. Aa, ni msanii mkongwe, ni msanii ambaye alikuwa anaijua kazi yake ya usanii, lakini msanii ambaye alikuwa anaimudu kazi yake, alikuwa akiigiza Mzee Small kumwangalia utaishuli zakongajnwegeza uta na niseme tu kwamba wao ndio ambao wamefikisha tasnia hii kuwa hapa ilipokuwa, kwa sababu kama sio kuanza kujitoa na kujitosa na kuanza kuonekana kwenye TV basi ile kusingekuwa na tasnia hii. Kazi ambazo nimefanya naye mzee Small ni zile kazi ambazo ni za live za majukwaa ya wazi, sio za filamu. Yale majukwaa ya wazi tunasafiri naye, tunaenda wapi, anasema bwana, twende. Mimi mi Small ni kaka yangu E, na sio kaka yangu kwa kuzaliwa tu, ni kaka yangu hata kisanaa. Miongoni mwa watu waliotutangulia ni Small. Kuna Small, kuna kina Mzee Majuto, kuna kina Mzee Jangala, kuna kina Mzee Jongo na wenzao mpaka e, kwa umri ile mpaka wakina Pembe ambaye ndio mtu wangu wa karibu zaidi, lakini ndio wale ambayo wametangulia. Kusema kweli Mzee Small mimi na, ameniachia majonzi makubwa sana, hata jinsi ya kusumbulia na nashindo, sababu yeye ndio mwalimu wangu kutoka sanaa za jukwani. Mi nacheza ngoma, sarakasi, maigizo, amefunza yeye. Kwa hiyo nasema nguzo kubwa imetoka. Niziba nafasi yake ni kwa ngumu, lakini inabidi nijitahidi ili nikae angalau nisifike nusu yake, nisifike kwa sababu yeye alikuwa gwiji na sanaa hiyo. Msiba huu kwa kweli unanumiza sana, kwa sababu ni mtu wa karibu mno, ni mtu ambaye tumetoka naye mbali sana. Wakati anafanya sanaa yupo Lelwe na mimi nipo National Milling. wakati yuko Lelwe, kundi cha sanaa Lelwe, mimi niko National Milling. Na wakati yuko Muungano, mimi niko DDC Kibisa. Kwao ni mtu wa karibu sana, alafu ni wakati fada kama wapinzani fulani kama Yanga na Simba. Ni e muungano mii js o ni mtu akarbadtkaa pamojamimi mimi Small na namshukuru, kwanza sanaa amenifunza yee jukwani, mimi hia nilikuwa asakasi peke yake. Ni sanaa za jukwani, sanaa za maigizo yee amenifundisha, naona. Kwa hiyo ninasema nimepoteza nguzo kubwa kwa sanaa ya maigizo kwa Small. Kwa hiyo nasema Small, yeye alikuwa mwalimu wangu mpaka amenifanya ni hapa nilipo. Huyu bwana kusema kweli, tumepata pigo kubwa sana kubwa mno. Tukiacha ni kweli tunasema kama wiki inapita anaondoka mtu, wiki inapita anaondoka huku, walikuwa wanaondoka young generation, lakini sasa hivi ina, kama vile wanabadilishana yanaanza hatujui nani, labda kesho atakuwa nani mwita, hatujui eh. Lakini tumepata pigo kwa sababu yule alikuwa ni kichwa tangu wameanza kuugua watu wameanza hawapati mambo mengi kutoka kwa kila , lakini nadhani kuna watu ambao walikuwa wanakwenda bado walikuwa wanachuma mpaka walivyoondoka. E, kwa hivyo kwa kweli tumepata ni pigo kubwa sana, tasnia imepoteza mtu. Mimi nataka kusema kwamba ndani ya mwezi mmoja bado hatujavunja rekodi ya kunyamaza kulia katika industry ya movie. Kila tunapoamka ukipigiwa simu usiku unauliza nani? na tunasema kwamba mambo mengine haya ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini bado kuna tatizo kubwa ambalo naona linahitaji kulifanyia kazi haraka iwezekanavyo. Sisemi vibaya, inawezekana kwamba huu mati tuliokuwepo, wakati mzee Small anahangaika, tungepata chance ya kumchangia, tungeweza kuokoa maisha yake. Sasa unajifunza kutokana na matukio. Kwa maana hiyo, mimi nataka kusema kwamba tuanzishe kitu ambacho tunaweza tukasaidia wakati wa maradhi, na ili litaka kuja kutokea jingine, linaweza likawa tu kwamba ni ghafla, Mwenyezi Mungu kampenda zaidi. Kwa hiyo nimejifunza hilo, na nitakaa na wenzangu, wasanii wenzangu, tuanze kumhudumia mtu pindi ambapo anaumwa. Tukimhudumia mtu anapoumwa, after tukija ku hata akifariki, ni Mwenyezi Mungu kampenda. Lakini hata tukija kumhudumia mtu pindi amekufa, ndo tukaza tutoe michango, haisaidii. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambacho nimejifunza ni, lakini... kitu gani ambacho wewe kipo kwenye mind yako, au utaweza kumsahau? Ni kitu kimoja tu, sijui mimi wasanii wananijuaje na wananionaje mimi, lakini pamoja si na kwamba sijaigiza na Mzee Small, mchezo mchezo wote au igizo lote ile. Nime kushiriki naye kwenye mchezo ya matangazo tu, lakini kwa kile nikutana naye, alikuwa heshi kunipa moyo, wakaenda kuigiza, lakini bado alikuwa hachi kunikosoa Hapana, nimeona gizo fulani pale, ukuwa imara bosi, atakiwe kwa vile alikuwa hasiti kuniambia popote pale. Kwa hiyo nilikuwa na mheshimu kama mmoja kati ya walimu wangu wa kunionyesha njia, na alikuwa haogopi mkutana, mtacheka, lakini bado atakwambia hilo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anapenda tasnia, na alikuwa pendi mwenzake aende vibaya. Hapana, nitamkumbuka daima kwa ajili ya hilo. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu Mzee Small mahali pema peponi. Amen.